Sawa, hebu tu, hebu sikilizeni kwa makini, nyinyi watu ambao mko kwa mahusiano ama nyinyi watu ambao mnafanya tendo tendo, nasikia nyinyi watu ambao mnafanya tendo la ndoa, kuna vitu vinashangaza sana. Nyinyi wawili ndio mnafanya tendo la ndoa, nyinyi wawili ndio mnafanya tendo la ndoa, mbona mnaongeza watu wa, o, mtu wa tatu na wanne anaingiliaje hapo kati? Mnafanya tendo wa, wa wa nyinyi wawili mwingine anataja mwenzake, oh baba, oh sijui dadi, oh mama. Sasa hawa wazazi wana makosa gani kwenye hili tendo la ndoa? hawa wazazi wanahusikana nini na uzinifu wenu kwa hmm? We unafanya uzinifu alafu unataja mzazi hapo? We, acheni lana nyinyi, acheni lana. Kama mnafanya mapenzi, fanyini mapenzi nyinyi wawili. Habari ya kuongeza mtu mwingine watatu na wanne.